Maji safi na salama tumefika karibu asilimia themanini na saba kwa pesenteji ya pamoja nchi nzima, mjini na vijijini, ingawa kuna mikoa ambayo mijini tumeshavuka tuko 100% na vijijini tumevuka ile asilimia tuliyotumwa na, na, na ilani, lakini kwa nchi nzima kwa ujumla hatupungui chini ya asilimia themanini na saba mpaka tisini. Sasa awamu ya pili ya awamu ya sita tunakwenda kumaliza tatizo la maji. Tunataka kuhakikisha kila Mtanzania yuko karibu na maji safi na maji salama. Kazi na utu, tunasonga mbele, mbele, mbele.